Mbele za Mungu imekuwa ni chukizo. Wewe upo kanisani unatenda dhambi wewe... kaigi, jina lako ijuliwe, jina lako itukuzwe. Unahitaji mkono wako, unaweza wako, Bwana, kwa maisha yetu Bwana ukatawale, katika mtakatifu wewe mtakatifuekushikujai Bwana bila nguvu zako we Bwana, maana bila nguvu zako we Bwana, hatutoweza kushinda. tambaza kukwile Bwana, tunakuja mbele zako we Bwana

Kwema, aisee, sijakuona. Ibada ya mtumishi wa Mungu leo, kuna mtu anamuombea kaa. Aisee, hongera sana kwa huduma ambayo ameifanya leo. Asante. na pia kwa changamoto ambayo imepata leo. Asante. Sasa mtumishi, mm. nilikuwa na jambo moja kueleza, habari za ufalme wa mbinguni. Mbona hizi ni nyakati za nini? Nyakati za mwisho kama nyakati za mwisho tayari, siku nyakati za mwisho, nyakati ambayo tujiweke tayari saaaahitue taaa akupenda maombi, kusoma neno la Mungu kila wakati, maana wa neno la Mungu ndio kinga, ndio uzima wetu. Umeona tu watu akupenda maombi, mafundisho. Lakini leo hii unajikuta watu hata maombi haonekani, mafundisho hamna, hata kusoma neno la Mungu hata kwa siku, hata msai mmoja shirikana. Hasa ndugu yangu, kwamba za mwisho Mbona? Sasa ni za mwisho. Tupe nini? Maombi. Mbona? Watu wengi na si watu wengi wakumtani nasema kwamba ah, Yesu alisema kwamba ndio kutuandalia makao kwamba atarudi atarudi atarudi. Hasa mbona hajaja? Mpaka saa hizi miaka ngapi? Miaka 2000 iliyopita. 2000 imeisha. Hasa atakuja lini? Kwa watu wengi wamelizila ujua kwamba Yesu hatakuja. Kumbe asije kwamba amesijua kwa faida. Watubu. Ndio maana hajaja mpaka saa hizi. Lakini ipo siku nakuja siku ya inakuja ambapo ambapo hata mtu hata siku hata kwamba Yesu atakuja. Hasa atakujaje? Je, akija utamlaki? Maana utakuja, ujajiweka tayari, si ndio? Sasa, ili ujue kwamba ili siku atakapokuja umlaki mawinguni, akija afike kwa panda yake, lazima uwe mtu ufanye uwe mtu kupenda maombi, mafundisho pia, uishi maisha matakatifu yanayopendeza yeye kabisa, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tujitahidi sana, tujita mafundisho na maombi. Lakini watu wengi leo tunaanza kwa kanisani, hata awaji kama vijana kizazi hiki, yaani kizazi ambacho ambachoamo migumu, hata kumwambia fanya maombi, amekuwa wavivu kufua pia ndio zaidi sasa. Hata aonekane kama Yesu mwenyewe alifunga siku 40, hasa kama wewe na mimi tutashiria kufunga na Yesu. Alijaribiwa kama yeye hasa kama yeye alijaribiwa, je sisi napo, si ndio zaidi koni ya kati ambayo sisi kama sisi tupende mafundisho, tupende maombi, hata basi angalau hata kwa wiki nafunga hata mara moja hasa mtu hata masaa 12 tunamshinda na si mtumishi kwa kama sisi kama, kama sisi watumishi wa Mungu tuwe chachu ya kule umwenguni kule kwenye jamii tuzunguka, tupende mafundisho na maombi, hapo tutafaini, tutajua. Hasa usipokuwa mtu wa maombi utajuaje? Ja, utatumia uta, uta, uta silaha gani akabili adui adui na siya, adui a wana anatuwinda, hasa kama atuwinda, tutajuaje silaha za kumkabili yeye hasa. Tujue zile silaha ambazo adui anafanya anazitumia, tujue silaha za kumkabili yeye. Umeona, mimi nikushukuru tu mtumishi, kwa maneno mazuri. Amina, mtumishi wa Bwana. Na Mungu akubariki. Amina na wewe pia. Haya, ngoja mimi niendelee. ka Tukie siku njema mtumishi wa Mungu. Asante. Haya, asante sana. Naivaje kuwa Mkristo bila kusoma neno la Mungu? Naivaje kuwa mtumishi bila kusoma neno la Mungu? Sababu muda ninao. Ngoja nisome maana neno la Mungu ni otano kwa yetu. Ngoja nisome tu. Sababu anasemaka kusoma neno unasinzia. Hivi naweza kweli kusoma neno afu nikiwa nimeshiba nikasinzia? Ngoja nitalipo tuone. Hapa leo nasoma paka kieleweke.